habari kwa majina naitwa leshwa mfungo mwanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara pia ni mbunge na ni waziri wa afya na mazingira kwa niaba ya serikali inayoongozwa na, na mheshimiwa rashidi abdalla tunawapongeza wananchi na wanafunzi wenzetu kwa kusherehekea krismasi kwa amani na utulivu na tunawatakia mwaka mpya wenye amani na mafanikio tele wao kama wanafunzi katika nyanza zao za kimasomo na wananchi kwa ujumla katika nyanza za kiuchumi asanteni Habari zenu. Kwa majina naitwa Joha Abdalla, ni mwanafunzi wa CBE campus ya Dodoma. Ongereni kwa kusherehekea sikukuu ya Christmas. Napenda kuwatakia mwaka wenye baraka, mwaka wenye mafanikio. Ushauri wangu kwa wanafunzi tusome sana. Habari za wakati huu, kwa majina anaitwa Shafia Almasi, nasomea business administration. Ningependa kuwapongeza kwa kusherehekea sikukuu ya Christmas. pia ningependa kuwatakia heri ya sikukuu ya mwaka mpya, huo mwaka ukawe mwaka wa mafanikio yako, kwa kila mtu ambaye aliona mwaka 2025 umekuwa ni mgumu kwake. Mambo vipi, kwa majina naitwa Thomas Alex, mwanachuo cha elimu ya biashara kampasi ya Dodoma. Nawatakieni heri ya mwaka mpya, mwaka 2026 ukawe ni mwaka wa mafanikio na mwaka wa kuanza upya kwa pale tulipoishia mwaka 2025. Asante sana. Habari, kwa majina naitwa Makenneth, ni mwanafunzi wa chuo cha CBE campus ya Dodoma. Napenda kuwatakia heri ya mwaka mpya, kila mmoja mkafurahi kwa amani na upendo na wapenda. Habari, kwa majina naitwa Daniel Jonas, ni mwanafunzi kutoka chuo cha elimu ya biashara campus ya Dodoma. Nawapongeza wanafunzi wote kwa sikukuu ya Krismas, pia nawatakia heri ya mwaka mpya 2026. Ukae mwaka bora na mwaka wa mafanikio kwao